Lakini kama haitoshi hii mpira ni starehe, ndugu yangu hasa mm. nitajia nta, starehe gani bure duniani hapa? Hakuna starehe ya bure. Watu wanakuja kuenjoy kumwona Dimitar Pantev, kumwona Pantev, Pantev kumwona mtu wa thamani yake yule, hawezi kuonwa kwa bure. Kuiona timu ambayo inawania kinyang'anyiro cha timu bora ya Afrika, huwezi kuiona bure. Shomari Kapombe, heshima aliyokuwa nayo mpaka kafu anamteua akawanie tuzo ya mchezaji bora, we ukakae pale ukamwone bure kwa nauli yako ya kutoka Mbagala shilingi mia mbili hamsini. Inawezekanaje hiyo? Ushapanda mwendokazi wako mpya huja umwone shomari kapembe bure? Haiwezekani, simba hivyo haipo kaka yangu. La, lakini wanasema kwamba ni kurudisha kidogo kwa jamii ambayo inawaunga mkono, katanga, ata cheka cheka ho <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> kwenye huko ni kujificha tu e, kurudisha kwa jamii ya wapi? Mpira bana, una standard yake, hilo lazima tukubaliane, hmm. Na walioweka viingilio walikuwa wanajua wana, wana kitu gani kinatakiwa kina kufanyika kama ambavyo nimesema, ni starehe, lakini kama haitoshi, eh, ukishatangaza bure uta, wote unabadilika una, una, una pale hmm. eh, mtu atakaa asipostahili kukaa, na kuna mtu atakosa siti aliozoea kukaa. Mtu atakuja na mtoto wake pale, atashindwa atakosa nafasi ya kukaa. Lakini uingiaji vilevile vile wa uwanjani ni changamoto, na sijui kwa nini mimi wamerudia hawa watu kutangaza bure, kwa sababu mara ya mwisho e, reference ya kuingia watu bure alitokea maafa pale Benjamin Mkapa, mm. Mageti yalivunjwa, watu walikufa, watu walipoteza mali, ilikuwa ni, ni tafurani kwelikweli, na wakupata matokeo vilevile vile katika mchezo huo wa bure. Kwa hiyo kuingiza watu bure kwa kigezo ya kwamba ah, mechi ni ngumu, umuhimu, walikuwepo mashabiki waliingia bure na wakapasuka vilevile. Kwa hiyo haiwezi kuwa msaada <laughs> na sio hoja kwamba unarejesha kwa, kwa jamii, na mashabiki vilevile wanatakiwa kuwajibika kwa, kwa klabu yao haki za shabiki ni kulipa kiingilio ni kununua jezi ya, ya, ya klabu yake husika. Haya ni mambo ya lazima ya shabiki kununua. Nitakwambia mfano mmoja eh, kuna klabu moja Ujerumani ilikuwa inaitwa Union Berlin mm -hmm. kuna kipindi fulani walikuwa na, wana, wana, wana, wana, wana, wana shida na fedha wa, wakalipie ili timu yao ipate leseni ya kushiriki daraja husika hapo kabla hawajapanda Bundesliga mm -hmm. timu haina hela Ikabidi mashabiki Ujerumani uki, Ujerumani ukitoa damu hii, kudoneti damu hii kwenye mpango wa taifa wa damu salama <muchilis> ukichangia damu unalipwa, kwa mashabiki wa Union Berlin, wakaenda kuchangia damu kwenye benki ya taifa ya Ujerumani. Ile fedha anayopata shabiki anaipeleka kwenye klabu yake. Kampeni yao ikanaitwa Bleed for Union, yani toa damu kwa ajili, sasa imagine watu wanatoa wana, wana, wana mpaka damu kwa ajili ya maendeleo ya klabu yao, kwa ajili ya kuifanya klabu yao iishi mm. ipate leseni ya kwenda kushiriki katika ligi. Leo hii unaingiza watu bure ukisema kwamba wanarudisha kwa jamii, lazima tutengeneze, tutengeneze jamii ya watu ambao wanasaidia klabu, na ndio maana Katanga, kila siku tunasema hivi vilabu vina Vina, vina, vina mashabiki wengi lakini havinufaiki na mashabiki wake. Huwezi mm. kunufaika kama unawazoesha kuwapa bure. Kuna mara moja moja, mara moja, moja. Ja, binadamu ana tabia ya kuzoea mm. leo hii mechi muhimu unasema aingie bure, fine. mm. mechi nyingine muhimu itakuja, sababu mechi muhimu kila siku zipo. Mpira wa miguu unakumbuka, hmm. una ile muhimu ya mwaka jana ile <laughs> tuliingia bure, na hii ni muhimu vile vile, tuingie bure, tuingie bure. Kwa sababu yani maisha ni hayaishi, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua. Kwa hiyo lazima wawekee msimamo ya kwamba mechi hii ni muhimu, njoweni, kila mtu alipe kiingilio chake aje, labda umati wa mashabiki kwenu, si, si, utakuwa ni kidogo kwenu sasa, kujaza watu wa bure <laughs> Yeah, so watu bure ina maana gani? Kaka majiti amejazana tu ayala maana yote ana thamani, thamani yoyote ukishaingia <coughs> bure hauna thamani yoyote. Maana na mimi nikwambie, eh, kuna watu wa maana wa hiyo timu watashindwa kwenda uwanjani kwa sababu wanajua tena ustaarabu haupo uwanjani siku hiyo kwa hiyo watu wanabidi wabaki nyumbani. Kama mtu kazoea kwenda na watoto wake uwanjani hawezi kwenda, kwa sababu anajua hapo ni ni mgombaniano mgombaniano hapo na watoto wa wametenga eneo maalum kwa ajili ya watu kama hao VIP. hivi niliingia bure uwanjani alafu naona viti vya vya VIP vimekaa pale wazi na na, na viacha na ambiwa vya wageni waalika. Mimi naelewa eh, mimi naelewa kwa <laughs> <laughs> <brewer> <yrse> sababu distance ya mzunguko na VIP kuna, kuna kageti kamoja tu kanazuia kana, kana, kana, yeah. Asa mtu amekaa pale mzunguko, alafu anaona VIP pale siti ziko nte yeah. Alafu unaambia kuna mgeni mwalikwa, nakuelewaje na nashuka hapo chini, si bure si, <laughs> si umemtangazia mwenyewe bure <laughs> vipi? Na mzunguko naingilia geti moja nikifika hapa, unaniambia naenda kule huko, kuna wageni waalikwa. Mwalikwa huyo hmm. Mwalikwa ni, ni, ni, ni timu hii na mimi ni timu hii, tutakutana hapo hapo. Hapo ndipo ambapo unaanza kuleta vurugu, lakini kama kila mtu kalipa mtu anatoka nyumbani, anajua tiketi yangu hii yana elfu tano. Mm, hataki shida na mtu akiingia jeti lake safari kwenye elfu tano. Tiketi yangu hii mimi ni ya, ni ya, ni ya ni elfu ishirini. Mm, anajua na kuna zangu kukaa VIP. Kwa hiyo hakuna, hakuna, hakuna vurugu ya aina yoyote ukiwekea watu viingilio na sisi mm. Hata wakiingia watu ishirini waliolipa inatosha kabisa eh? yes kuliko kujaza majitu pale <laughs> hayajalipa mm. yanaingia uwanjani mle mm, wingi wao hauna faida yoyote, wanashangilia mkiangalia, na <laughs> wanaingia mle <laughs> mpaka mnaona hivi. Ah, simba wenyewe simba ya hivyo katanga hivyo.